Mimi na ndugu yangu Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa na George na Tebea na Fred Matiang'i tumeanza safari ya kufukuza kasoga